Waligani mpenzi mtazamaji, ni matumaini yangu umzima, na sasa tunasonga mbele katika nafasi ya tatu ya stori yetu nzuri. Basi bila kuchelewa, tuianze rasmi. Maskini Yang-mi kumbe alikuwa pale nje na akasikia maneno yote mama yake aliyosema. Baba yake akatoka nje na kumkuta Yang-mi. Yang-mi akiwa na maumivu na majonzi, akatoka anakimbia pale baba yake akaamua kumfuata, akakimbia kisha kufika hapa akakaa chini huku akilia na maumivu makali moyoni mwake. Akasema, ninajitahidi sana kumwonyesha mama upendo na kufanya kila kitu, lakini yeye hajawahi nipenda wala kunijali. Baba yake akagundua Yang-mi amekuwa na msongo wa mawazo kwa muda mrefu, akamwonea huruma sana. Kisha Yang-mi akamuuliza swali, baba Mama yangu mzazi yuko wapi? Mm-hmm. Upande wa Jae-hee alipata nafuu na kisha akapata fahamu, akajilaumu sana na kusema, mimi ndiye niliwasha boti na kama singekuwa Yang-mi, wenda tungekuwa tunaongea mengine. Ndipo wazazi wa Jae-hee wakajua kuwa wamemkosea Yang-mi, wakaialikwa familia ya kina Yang-mi ipate chakula pamoja nao. Wakati wa chakula baba wa Yang-mi akawa anaangalia jinsi Yangmi anavyofurahi moyoni, akawa anajisemea haya ndiyo maisha aliyotakiwa kuishi Yangmi, lakini anaishi maisha ya mateso sana. Yangmi alikuwa na furaha sana. Mdogo wake Yangmi akasinzia. Mama wa Yangmi bila huruma akamtazama Yangmi na kumwambia, haraka mshike mdogo wako. Baba wa Yangmi akasema, hapana, mwache Yangmi ale kwanza, mpe kaka yake ampakate Kikanuka. Mama wa Yang-mi akasimama na kuanza kusema, "Hichi chakula ndio kinakupa jeuri eh?" Baba wa Yang-mi akajaribu kumtuliza, lakini ilikuwa ngumu. Jae-hee akasema, "Kwani Yang-mi, huyu ni mama yako wa kukuzaa." Mama wa Yang-mi akadakia na kusema, "Huyu ni binti yangu, lazima nimfunze adabu anapokosea." Baba wa Yang-mi akachukia sana na kupiga meza kwa hasira. Hilo likapita. Baada ya chakula Mama wa Jae-hee akaona nguo za Yang-mi zimechoka sana, akampa gauni zuri. Ni mara ya kwanza Yang-mi kuvaa nguo mpya. Yang-mi hakika alipendeza na kufurahi, lakini mara tu alipofika nyumbani, mama yake akamwambia, toa haraka hizo nguo, unavaaje nguo nzuri kama hizi? Lete nikauze tununue chakula. Baba wa Yang-mi akaingia na kuona vile, kwa hasira akasema, Mke wangu, kwani unamnyanyasa Yang-mi? Hii ndiyo mara ya kwanza Yang-mi kuvaa nguo mpya, lakini unamfanyia hivi? Hii ikafanya baba wa Yang-mi awe mkali sana kwa mke wake. Kisha baadaye, maskini Yang-mi akiwa amelala korodoni chini, akimwangalia akaona si sawa, mtoto ambaye baba yake ni mtu mkubwa kuteswa na familia yake mwenyewe. Akajisemea, lazima nifanye kitu kuhakikisha Yang-mi anarudi kwa wazazi wake wa kumzaa. Akazichukua nguo za Yang-mi kipindi akiwa mtoto anapompokea, kisha kesho yake akafika ofisini kwa Chairman Park na zile nguo na kumuonesha Chairman Park. Kitu alichokuwa hajui ni kwamba Chairman Park mwenyewe ndiye aliagiza mtoto wake auawe, akampa kazi Kim amuue na kufuta ushahidi. Hivyo Chairman Park akajibu, sizijui hizi nguo na sijawahi kuziona Baba wa Yangmi akajaribu kumwomba akumbuke, huenda muda umepita kasahau, lakini Chairman Park akasema sizijui, huku moyoni akiogopa ikiwa itagundulika na mke wake akijua kuwa alitaka kumwangamiza mwanawe, itakuwaje? Basi baba wa Yangmi akatoka pale, lakini akawa haamini kama kweli Chairman Park hajui chochote. Ase ni kweli bana. Chairman Park alipobaki mwenyewe, mkono wake ukaanza kutetemeka, kwani alishika nguo ya mtoto ambaye yeye kwa kinywa chake aliagiza auawe haraka. Akamwita Kim na kuanza kumshushia pigiko akimuuliza ni nini kinaendelea. Kim kumlinda mtoto wake, naye pia akafanya maamuzi magumu na kusema hivi, ninakubali sikumuua mtoto wa bosi wangu. Niliogopa kumuua mtoto wa bosi wangu kwa mikono yangu, hivyo nikampa mtu amwangamize Yangmi. Huyo mtu aliyekufuata itakuwa anahitaji pesa tu. Chairman Park hakuamini kiuraisi, hivyo akamwambia mlete huyu mtu ni wahoji uso kwa uso. Kim akashtuka na kujiuliza, kama nikimpeleka baba wa Yangmi ukweli utajulikana na maisha yangu na mwanangu yatakuwa hatarini. Kwa upande wa baba wa Yang-mi akampata mtu ambaye alikuwa ni Hun Yu, ambaye kaka yake pia aliuawa na Chairman Park, na kwa upande mwingine ni ndugu na familia ya Chairman Park na ni anko wa Yang-mi. Hivyo akampa maelezo mengi, na hapa sasa ndipo baba wa Yang-mi akajua kuwa Yang-mi ni mtoto wa Chairman Park. Swali likabaki, kwa nini Chairman Park ataki kumwangamiza mwanaye wa kumzaa ambaye hana hatia yoyote? Maskini. Kim akachukua pesa nyingi na kwenda kumpatia baba wa Yang-mi na akamwambia nenda mbali na Yang-mi na msijionekane na Chairman. Kiukweli, baba wa Yang-mi alikuwa na shida na pesa na madeni akapokea, lakini kufikiria akamwonea huruma na akarudisha zile pesa na kusema lazwa Yang-mi aungane au na wazazi wake wa kumzaa, kisha akaamua kuondoka pale. Kim akamfuata na kumzuia, lakini akasukumwa chini. Baba wa Yang-mi akasema Lazima nikaongee na mama wa Yangmi nimwambie ukweli. Kim akaona hili jambo litafika pabaya, akaokota jiwe pembeni na akataka kumpiga baba wa Yangmi, lakini haikuwa sehemu salama, akahairisha. Baba wa Yangmi akageuka na kusema naomba baadaye mida fulani tukutane sehemu fulani. Kim akasema sawa. Kisha baadaye baba wa Yangmi akaamua kumchukua Yangmi na kumpeleka baharini kutembea. Yangmi akafurahi sana. Kisha akamwambia Yangmi, haijalishi ni mangapi unayoyapitia katika maisha yako, jua kuwa sisi ni familia yako na tunakupenda. Maneno yalikuwa yanagusa sana. Maskini Yangmi hakujua leo ndiyo mara ya mwisho kuonana na baba yake. Kisha baadaye, kama walivyoahidiana Kim na baba wa Yangmi, baba wa Yangmi akawa anafika pale, mara Kim akiwa kwenye gari akawasha gari na kuongeza spidi akilenga kummaliza baba wa Yangmi akairisha lakini, ghafla Yang-mi akatokea akiendesha baiskeli. Kim akakata kona kumkwepa Yang-mi, na la haula akamgonga baba wa Yang-mi. Haraka akawaisha hospitali akiwa na hali mbaya, na leo baba mlezi wa Yang-mi akataka kumwambia ukweli Yang-mi kuhusu mama yake mzazi ili asiendelee kuteseka tena. Basi akamwambia Yang-mi, wewe mara tu anapoongea akaingia mama wa Jae-hee ambaye alipata taarifa za ajali za baba Yang Mi. Baba wa Yang Mi akajaribu kunyosha mkono kwa madamu, lakini hakuwa na nguvu hata kidogo. Mungu alitoa, Mungu alitwaa. Baba wa Yang Mi akakata moto na kuiacha familia yake. Yang Mi alilia sana na hakujua ishara ya baba yake kumwonyeshea mkono madamu. Kwenye msiba, Kim alifika, yeye pia hakutarajia mambo kwenda kama hivi ila ndo yameshatokea. Mke wake pia alihuzunika sana, kwani hakuwa mwemo kwa mume wake, na imekuwa ghafla kaondoka, na kwa sasa hakuna mtu wa kukidhi mahitaji ya familia, na aliyopo hapa ni mjamzito na anakaribia kujifungua. Alilia sana baadaye. Yang-mi akaenda kumwaga majivu ya baba yake baharini, huku akiwa na machungu mazito. Alilia sana, kwani hili kilikuwa ni pigo zito kwa upande wake. Baba yake ndiye alikuwa kila kitu kwenye furaha na huzuni alikuwa naye, lakini ndio hivyo hayupo tena. Alilia sana, da, inasikitisha sana. Itakuwaji kuhusu maisha ya Yang-mi baada ya baba yake kufariki? Je, atafanikiwa kugundua ukweli kuhusu wazazi wake? Haya yote ni maswali ambayo wengi tunajiuliza, lakini majibu yote yapo katika sehemu ya nne ya filamu yetu nzuri kabisa. Basi, kama wewe ni mgeni Usisahau kusubscribe ili kuendelea kupata burudani hizi kila siku. Basi mimi sina la ziada, naomba nikuage na tukutane katika episodi inayofuata.